Sasa mzee wa ungo matola matola manaake amomtaki. naamini naamini mkiletewa nani mtakuwa sawa Pep Guardiola au Jose Mourinho? Ah matola aondoke matola ndo kirusi kapita patevi kaonekana mbovu kapita skuiania kaonekana mbovu kapita kila kocha kaonekana mbovu matola ndo mzima yeye ndo mzuri kuliko makocha wote matola aondoke atuache timu yetu mangungu aondoke mangungu yanga kila mtu anajua Umenelewa, Mangungu ni Yanga, kila mtu anajua. Mi naumia kwa sababu ya Simba, mimi naikalaani maisha yangu kwa sababu ya Simba. Mungu ndo anojua na Mungu ndo shahidi, ninaamini lakini timu akipewa matoleo, wachezaji wanapata morali. Ipo wapi? Tumefungwa goli mbili na Azamu, morali ipo wapi? Mbeya Siti sasa, Mbeya Siti sasa na Azamu. Sisi tunaumia, sisi tunaumia, sisi tunaumia, sisi tunaumia, sisi tunaumia kweli, ujue, sisi tunaumia kweli, ujue. Mimi natoka Tanga na kuja hapa sababu ya Simba, mimi natoka Kilindi, natoka hapo sababu ya Simba, ujue, mmenelewa. Sijui Mangungu aondoke, Matola aondoke, apu vile vilevile wanachama tupewe haki zetu, sio ubingwa tu, tutafungwa zaidi ya mara ishirini na Yanga, na ubingwa hatuchukui, tutafungwa kila siku mpaka na timu zisizojulikana. Umeelewa sijue, mimi naumia, siwezi so si kuongea sana. Kwa sababu gani? Mi najiona kabisa kama Israeli ananiona huyo hapa ananipata. Umeelewa vizuri, Israeli namuona huyo hapa ananipata. Umeelewa, mimi naumia, ujue mimi naumia, mtu mzima mpaka natoa makamasi natoa machozi, nalia kwa sababu ya Simba. Umeelewa mi nalia kwa sababu ya Simba ujue siliko timu nyingi mtazamaji wa Simba Fans TV. Hao ni wanasimba wakionyesha hisia zao mara baada ya timu yao kupoteza bao mbili kwa sifuri dhidi ya Azam Football Club, wengine wakionyesha okay, hisia zao ya kwamba hafurahishwi na ambacho amekifanya kaimu kocha mkuu Selemani Matola, eh, kuto kufurahishwa na uwezo wake, lakini pia wengine eh, wakio, huyo Yusuf Kagoma kiungo wa Simba ambaye eh, alikuwa katika mchezo huo, huku pia baadhi eh, ya baadhi ya mashabiki wakionyeshwa kutoridhishwa na uongozi kwa kile ambacho wanaona kwamba eh, umeshindwa kufikia matarajio na matumaini ya wanasimba waliokuwa wengi. Hakika wanasimba wanaonekana kukata tamaa kwa hiki ambacho eh, kimetokea siku ya leo, kwani wanaona kabisa mbio za ubingwa ni kama wameziweka rehani. Eh, hapa ni Benjamin Mkapa eh, mara baada ya mchezo kumalizika hali